Kwa kuweza kupata nafasi hii, lakini nimshukuru baba mchungaji, wazee wa kanisa, kamati ya kanisa, waimbaji wenzangu, na waumi na watumishi wote wa kanisa la Baptist. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kipekee nimshukuru kiongozi wa ibada wa ibada. Mungu akubariki sana kiongozi wa ibada kwa kazi yako njema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao wanifahamu, mimi naitwa James Makata, nimeoa na namshukuru Mungu mpaka leo bado na mke mmoja, na Mungu amenipa watoto wawili wa kike na wa kiume, na namshukuru Mungu anaendelea kuwapigania. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo ya leo kimenipa mashaka sana, kwamba huyo jirani yako uliyekaa naye karibu huyo, huenda baada ya kukisoma akabadilika au akapoteza mudi kwa sababu kwa somo hakuna ambacho hakimuhusu katika vile, kitamuhusu kimojawapo. Sasa naomba muangalie basi jirani yako, muangalie wewe, jirani yako. Mi naenda kusoma sasa kichwa, alafu utamwangalia hapo, utaona. Bwana Yesu asifiwe. wa kichwa cha somo kinasema, je, ni kweli uko hapa kumtafuta Mungu au huko hapa kutafuta vya Mungu? Kuna vitu viwili hapa. Ni kweli huko hapa mudao kumtafuta Mungu au huko hapa kutafuta vya Mungu? Simemwangalia, naweza eh, kubadilika kubadilika kidogo taeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Tumepita au tumefikia nyakati ambazo tumeacha kumtafuta Mungu na sasa, watu wengi au baadhi ya watu wameanza kutafuta vya Mungu. Bwana asifiwe. Kuna kumtafuta Mungu na kumtafuta vya Mungu. Na ndio maana Baba mchungaji akituita hapa, akisema, jamani, naombeni wanaotaka kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi hapa sasa tukahesabu watatu wawili, hao wasitokee wa. Lakini baba mchunga akisema naomba ni wabariki ili milango yenu ifunguke wote, hata mimi nitanyosha mikono juu kabisa. Amen, ah amen ya amen ha, amen vya Mungu kwa sasa imefika mahali mpaka tumesahau kumtafuta Mungu. Sasa tumebezi kwenye kutafuta vya Mungu. Bwana asifiwe. Siku moja tulikuwa na ndungu moja anaumwa, sasa tukaanza kumuuguza, kumpeleka Muhimbili na wapi na kadhalika. Huye mndungu wake akaja akasema, mii mnamchelewesha. Akanifokea kabisa kwamba unamchelewesha huyu, tungempeleka pale Tanganyika pekazi pale, au tukampeleka kule Misuguli si kule Misuguli kule, kule kwa yule huyu. Sasa hivi tayari alishapona. Nikamuliza anayeponya huko ni nani? Akasema ni Mungu. Nikasema siamini, mi sina imani na huko na wala sijakuzuia lakini, yule mtu anayezungumza hivyo hata hiyo imani kwamba huyu anamheshimu huyo Mungu anafuata hata mapenzi ya Mungu hana nikamwambia, a, sisi ndugu yangu tunafanya kile tunachoweza, imani yetu sisi hatutaweza kwa hiyo, akamchukua ndugu akampeleka kule Tanganyika peke yake, akaenda kule si wiki ngapi, akarudi kama jinsi alivyo akapelekwa huko kwa msuguli, sio kwa nini huko kwa mmoja huko, na matokeo ya kule, yule aliyempeleka akaenda kuambiwa kwamba bwana, sasa leo ndugu yako ndio kakuroga kakuloga sasa. Wakarudi nyumbani faraka kabisa, hawaelewani, kwamba hapa nilipofikia, kumbe huyu huyu ndio kaniloga. Sasa nikauliza kama alikwambia kuloga, sangemponya basi na huyo sangepona na huyo basi, awe, aweze kuli. Lakini ukiangalia ule mvutao ni kwamba watu wanaenda kutafuta vya Mungu, wanatafuta uponyaji, hawatafuti wana Mungu hapo na hamtafuti Mungu, unatafuta uponyaji. Ukishapona basi unaendelea na maisha yako, habari ya kumtafuta Mungu hakuna hata kuneno, hata kipindi icho seme nikae vizuri na Mungu hakuna, unatafuta vya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana wakati fulani unaweza ukasema huyu ndugu ananipenda, kumbe anapenda vitu ulivyo navyo. Sikuvikiisha huyo mwoni tena hapana, urafiki hapo hakuna, kupenda tena Bwana asifiwe, hakupo tena kwa sababu yule hakukupenda we, lakini amependa vile vitu ulivyonavyo. Bwana asifiwe mwana mabinti wengi wameumia, kwa sababu kijana amefika, anakuambia mi nakupenda eh, tangu nikiweka moyoni hata chai sinywi, ntaungunguza umo ndani. Lakini siku ukipata ujauzito, anakuambia sikujui, na usije ukasema kabisa. Na unabaki unajiuliza, kumbe mtu hakuwa na mapenzi na wewe, lakini kumbe alipenda vile vitu vyako wewe. Wewe habari akishapata anavyovitaka, hata kuwa na time na wewe tena. Tumefika mahali Mungu akituangalia, kwamba tuna Mungu hatumpendi hatutaki kufanya anayotaka, lakini tuna ile kauli, bwana, ukiimba utabarikiwa, ukihubiri utabarikiwa, Mungu ataonekana kwako. Mzee Sombe akifundisha bible study pale, bila kufata mapenzi ya Mungu, hiyo kitu sio sahihi. Bwana asifiwe. Ndio maana leo tunataka tujifunze, tuweke msingi mzuri. Wakati fulani tumehama kwa sababu pale kwanza, hata maombi yenu ya Jumatatu amuhitaji wa hata watu bora niende sehemu fulani nikaombewe, watu wamewema makanisa nini, kwenda kutafuta vya Mungu, lakini hajui. Kumbe pale ulipokaa pale ulipoketi ukisimama na Mungu vizuri, Mungu atakwenda kukujibu na utakwenda kupokea. Bwana asifiwe. Ndio maana katika maisha mimi, nakaa sana kwenye imani, kwenye kazi, huwa najitathmini na kaka siu, najitathmini hivi, tangu nilivyojiunga pale Baptisti Kinondoni, nikoje kimwili na kiroho. Kikiona mambo makubwa Mungu ametenda wakati nikiwa kibaptisti Kinondoni. Bwana asifiwe, sisemi haya kwa sababu nimesimama hapa madhabauni, sisemi hayo. Nikaona mambo makubwa na makuu ambayo Mungu ametenda kimwili na kiroho, kwa sababu wakati fulani sababuwakati sema ukakuta unajichelewesha usogei wala upigi hatua yoyote kwa sababu ya kufuata maagizo ya mwana, ya wanadamu sio ya Mungu. Lakini uwepo wapo Kinondoni nimemwona Mungu akitenda, kwa sababu tutamtukia Mungu aliye Bwana. Yesu asifiwe. Siku moja niliwaambia asubuhi, wakati sijamposa yule mke wangu Sara, miaka hiyo sasa, nimeshamchumbia tayari, tulikuwa na simu fulani zinaitwa Motorola, kama unafahamu waliokuwa kwa zamani. Haya ma Tecno ma nini hajakuja bado, Motorola ile kwa sasa. Wakati tulishaelewana nikamwachia simu yangu, akawa anachezea chezea simu, anaangalia kumbe anapekua, sio? Unajua tena mwingine kutafuta stress, wewe nenda ne kwenye kwenye simu ya mwenzi wako, tafuta stress, umechoka kufurahi sana wewe, nenda tukachukue Yaani, ukiona shida njoo nitakuelekeza wapi upite, utapata stress, magonjwa ya moyo atakuja tu, kwa wala usipate shida. Muda mfupi akapita akapitapita pale we akaenda kukuta sehemu kwenye anwani kuna kimoyo kile, vijana si unaelewa kimoyo, ninaweza asubuhi kimoyo kile, I love you nini chekundu kile kimekaa pale, alafu bahati mbaya yule alikuwa msichana. Sasa kwa hiyo nipoje, akaniambia we, mimi nafurahi kabisa mtumishi, sina mashaka kabisa, hii eh? ni nini huyu, ni nani? Kumbe unanidanganya Yaani unanidanganya, unanipenda kumbe una mtu mwingine tayari. Sasa mimi sitaki tena uhusiano na wewe. Sasa mimi nikajiuliza, yaani sijui hata ule moyo ulitokaje ukaenda kukaa pale? Nani aliyeupeleka pale? Mimi sijui kwa nini ile Motorola? Nimekuja nikabaki na boy. Yaani unajifanya ujui. Unajifanya ujui, kumbe na mtu. Sitaki kabisa kuongea na wewe. Sitaki kabisa. Yaani akaondoka kabisa. Siku moja nakumbuka, tulipishana kuna mwembe mmoja mahakamani pale. Ule mwembe uko katikati kati ya barabara. Mimi nakuja hivi najua, wadhani mpenzi wangu atanona naona nikapita kule na mimi napita kwa sababu Mungu wangu. Sasa mi kanipa shida wakati huo, nilikuwa kiongozi, wa, kiongozi wake wa kwaya alafu yeye ni mwana kwaya. Sasa hivi huyu mimi atanitafsiri ata vipi huku, labda nitaka kula kondoo wangu, au mi nitasimamaje mbele za watu yaani? Ndio maana nikawaambia watu, ukiona mtu anaomba wakati fulani anaruka ruka akasema ile ndio fashion ya kuomba. Kila mtu anatafuta msukumo ili Mungu ajibu haraka maombi yake. Bwana asifiwe. Lakini ikafika mahali nikasema, basi Bwana mapenzi ya Bwana nikaenda nikanunua simu ingine maana sikuipenda hata na ile simu tena. Sasa nikawa makini niangalie kama yale madude yamo fika kwenda nakuta kibaka anakibaka chekundu mwingine katoa macho. Kumbe viko kwenye simu zote mle. Nikaviangalia vile nikasema basi ngoja nivisamee tu maana nikaikosesha mbinguni hivi, nivisamee tu niachane navyo kabisa hivi. Bwana, lakini kwa nini huyo mwanadamu akaona ule upendo huyo James alioniambia sio wa kweli kwamba nataka kuwa na mimi mpaka kufa, sio ya kweli. Mwee, ukaumia akasema bora niache sasa. Tunaendaje kwa Mungu? Huyo ni mwanadamu. Sasa unaweza kujiuliza mbona mlioana, mbona sifiwe? Nikasema hili sio somo la leo. Somo la leo ni je, wewe huko hapa kwa ajili ya kumtafuta Mungu au kutafuta vya Mungu? Hiyo ndio somo la leo. Lakini kwa kifupi, Mungu alikuja kumuoa na tukapata watoto wawili na akaja kusali Baptisti hapa na akaimba kwaya ya Shalomu na Sayuni, kwa sababu usicheze na watumishi. Maombi ya mwenye haki yafaa sana, akiomba kwa bidii. Usicheze, usicheze kabisa. Hata useme sitaki, sitaki, utabadilika. Usicheze kabisa. Bwana Yesu asifiwe. kwa tunaangalia huyu mwanadamu anakuwa hivyo sasa. Mungu anatuangaliaje pale? unaenda kwa Mungu, nifanikishe, nipe ajira, wewe hata kutii, hata uongo utaki kuacha, hata pombe utaki kuacha, kudanganya utaki kuacha. Na ndio maana tumekuwa na watu wakija, wakishafanikiwa, wakisha tu uwaoni tena kanisani hata kuja kumshukuru Mungu. Mimi nabariki sana yaani kanisa hili kueka kipindi cha ushuhuda, wakati fani tunajifunza kwamba tunapofanikiwa, Mungu anapofua milango, tunapasa kurudi madhaboni pake kumshukuru, na ndio maana tumekuwa na mavuno, kumekuwa na vitu vingi, kwamba ishara kwamba Mungu ametenda, na ukifanya hivyo Mungu atakuwa na wewe maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie faida ya kumtafuta Mungu. hiyo ya kutafuta vitu hiyo haina faida. Sio vibaya kuomba kanisani, sio vibaya lakini, tuweke msingi kwamba faida za kumtafuta Mungu, yawezekana katika kumtafuta Mungu hata hayo nayo yatafuta yakawa mwe ndani umo. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyekiti, naomba utusomee Mathayo mlango wa sita, Mathayo mtakatifu mlango wa sita mstari wa 31 hadi 33. Amen. Mathayo takatifu sura ya sita kuanzia mstari wa 31, neno la Mungu linasema msisumbuke basi, mkisema tule nini, au tunywe nini, au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Amen, Bwana asifiwe. Amen, msisumbuke ivo mnaosumbuka, lakini bali kwanza utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mingine yote mtazidishiwa. Bwana asifiwe. Lakini inawezekana tumeanza kwenye kusumbuka huko, ndo tunakosumbuka, alafu tukimaliza kwenye masumbuko ndo tuje tumtafute Bwana. La hasha, tuanze kwanza tumtafuta Bwana na haya mengine yote yataweza kuzidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati fulani tumefika tukiangalia, tukiona yale, tunasema huyu mwenzetu, mtumishi mwenzetu huyu, kweli yuko hapa kumtafuta Mungu? Mbona yale tunayoyaona hayaendani na Mungu? Sisi waimbaji ndio, usiseme akikukwaza Jaki, kesho siimbi na kuimba kabisa, na siimbi na siji kone kwa yenu kabisa Anaambia mwenyekiti siji nimekuazika. Mtakatifu, unamwimbia Mungu au unamwimbia mwanadamu? anayetoa taji ni nani? kwenye maombi yenu siji kwenye kipindi cha maombi kwa sababu siku ile mzee Sombe alinisema kwenye Bible study, siji sitaki na kanisa lenu na hama huko kwa ajili ya mzee Sombe huko kwa ajili ya Bwana. Ndugu yangu, Biblia nasema kila mtu atabeba mzigo wake. Bwana asifiwe. Tunapaswa kutambua unavyotumika, na Biblia imesema amelaaniwa mtu aifanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu, hana baraka tena. Kwa tukiwa tunamtafuta Mungu na haya mengine yote yatapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie faida za kumtafuta Mungu. La kwanza ni kumwona Mungu. Bwana asifiwe. La kwanza ni kumwona Mungu katika Mithali Mithali mlango wa nane mstari wa kumi na saba ni neno ambalo, ndugu zangu, shalom wanaimbaga hapa au tunaimbaga. Inasema, nawapenda wale wanipendao, wanitafutao kwa bidii wataniona. Bwana asifiwe. Nawapenda wale wanipendao, wanitafutao kwa bidii wataniona ataonekana kwako, atakuja shuke. Sasa umenitafuta mimi, ndio Mungu Yesu, ulikuwa unanitafuta? Ndio mimi hapa. Mungu ataonekana kwenye haja ya moyo wako. Bwana asifiwe. Mungu ataonekana kwako ukiwa kazini, Mungu ataonekana kwako ukiwa kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kwenye biashara yako, shuleni, chuoni, kazini na mahali pote naopita. Mungu ataonekana kwako, na yale ambayo wanasema hayawezekani kuonekana yataonekana kwako. Natajua Bwana Mungu ametenda, Bwana asifiwe. Lakini kwanza, wale wanipendao, wanitafutao kwa bidii wataniona. Piga hatua hiyo ili Mungu aonekane kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Usitafute watu wamuone, ndio wakwambie njoo huku kwetu utapata. Wewe mwenyewe ana uwezo wa kuonekana kwako, lakini mtafute Bwana ili aonekane kwako. Mungu alivyosema pale nikatafari siku moja, hata mimi nawapenda wale wanaonipenda kwa sababu najua hata nikisimama hapa nawaambia naelekea huku, alafu nawaambia mimi naenda Magomeni, mtumishi Fifi ataniambia hapana, wewe unaenda Moroko, magomeni ni huku. Nikianguka ataninyanyua, nikiwa na njaa atanipa nile, kwa sababu moyo wake. Na Mungu anasema nawapenda wale wanipendao, wanitafutao kwa bidii wataniona. Tutamani Mungu akuone. Sasa wakati fulani unatamani ukamwone kwa mtume fulani, lakini nafasi unayo akaonekane kwako. Bwana asifiwe kwa, kwa sababu kuna mambo makubwa. Ndio maana mi nimekaa nikwambia, nimetathmini, nimeona Mungu ameonekana kwangu kipindi chote nilichokuwa Baptisti Kinondoni. Bwana asifiwe, Mungu ameonekana kwangu na uhakika huyu una unayemtumikia yuko hai. Tafute Bwana ili aonekane kwako. Bwana asifiwe. La pili, Mungu ataleta mafanikio kwenye makazi ya. Naomba mtumishi utusomee mwenyekiti, Ayubu mlango wa nane mstari wa tano hadi wa sita, Ayubu nane mstari wa tano wewe ukimtafuta Mungu kwa bidii na kumsihi huyo Mwenyezi, ukiwa wewe usafi na mwelekevu hakika yeye sasa angeamka kwa ajili yako na kuyafanya makazi ya haki yako kufanikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Ukiwa unamtafuta Bwana kwa bidii na uelekezi, ataamka na kuyafanya makazi yako. Bwana asifiwe. Sasa juu mimi na wewe tuna bidii gani sasa ili tumtafute Bwana, unika, nikona, Bwana aonekane. Kwa nafasi tunayo Bwana asifiwe. Tusome tena faida ya tatu Mungu hata waacha wamtafutao. Bwana asifiwe. Yaani bado ni yani, vitu vinaendelea viko vingi. Mungu hata waacha, sio kuponya tu ukaponya kile kitauma, sio kwamba yani ukalipe lile deni la kausha damu lile basi ishe, hapana. Kuna vitu bado kuna vitu vingi ambavyo wewe ukimtafuta mungu atafanya juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Hebu mwenyekiti samani, naomba utusomee tena Zaburi ya tisa mlango mstari wa kumi. Mlango wa tisa mstari wa kumi, nao wakujuao jina lako wakutumaini wewe maana wewe Bwana hukuwaacha wa kutafutao. Bwana asifiwe, Mungu hakuwaacha wakati. Fulani tumefika wizikani, tumepita kwenye magumu, tumefika kwenye machozi, mpaka unatafakari unasema, Mungu mbona umeniacha? Juzi tulikuwa Mloganzila wiki iliyopita, na ya ndugu yangu pale, tulipofika pale akaniambia neno moja, nilizani mungu amena hawa nilioona wagonjwa wenzangu hapa hospitali. Wakati fulani tumetamani vya mtu, lakini mapito ya mtu, kama ungejua huyo mtu alipitia wapi hapo unapomwona, usingesema kwamba mungu amemwacha. Lakini leo tunapewa ushindi kwamba Mungu wale wamtafutao hatawaacha. Sasa kama hatawaacha, ndio maana waimbaji wametuimbia kwamba tutasonga mbele, hatutarudi nyuma, kwa sababu Mungu yuko katikati kati yetu. Sasa atakaje katikati kama sisi hatutafuti atu, au mtafuti ili akae katikati yako. Mungu anisaidie sana asubuhi ya leo, tumtafute Mungu ili aweze kuwa. Faida ya nne, kumtafuta Bwana kuna kuishi, kuishi nombe mstari wa sita, mtafuteni Bwana nanyi mtaishi, asije akawaka kama moto katika nyumba ya Yusufu nao ukateketeza, asiwepo mtu awezaye kuuzima katika Betheli. Tafuteni Bwana mkaishi, nakuishi tena. Lakini kumtafuta Bwana, unajua Biblia imesema mheshimu baba na mama yako upate kuwa na, na nini na, na nini siku nyingi wapi? Mbinguni eh? Duniani, siku nyingi wapi? Hapa duniani. Sasa katika kumtafuta Bwana utakutii maagizo ya Bwana Ukitii maagizo ya Bwana kuko hadi bado kwamba wewe utaishi. Bwana asifiwe ndugu zangu, kuna stone hapa mlisema ushindi wake ni ushindi wa? ushindi wake ni ushindi wa nani? Sasa tutaupataje huo ushindi we, wake uwe wetu? Lazima tumtafute Bwana katika uimbaji we wetu, katika ujana wetu, katika uzee wetu, katika mapito nyakati zote za, tumtafute Bwana ili ushindi wake ukawe wetu, na hakika hakuna kitakachotusumbua, hakuna kitakotuhamisha, hakuna kitatutenga na uso wa Mungu. Tutajua kwamba Mungu yuko katikati yetu na atakwenda kutenda, na hata ili gumu ambayo mwanadamu amesema sasa anaenda kutumbukia kwenye shimo, Mungu atakuvusha, kwa sababu na hakika uso wa Bwana unatembea pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Tuangalie faida ya tano. Faida ya tano kwamba kumtafuta Mungu kunaleta thawabu. Niombe mtumishi utusomee Waebrania 11 mstari wa sita. Kumtafuta Mungu kunaleta thawabu. Waebrania sura ya 11 mstari wa sita. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana asifiwe. Amen. Huwapa thawabu wale wamtafutao. Tungekuwa Sunday school mzee Sombe angetufafanulia thawabu mm, lakini ni sehemu ya zawadi. Kuna kitu cha ziada ambacho Mungu anakupa kwa sababu unamtafuta Mungu. Tazama, kuna vitu vingi ambavyo vinapatikana ukitulia na kuweza kumtafuta Mungu ali hai. Sasa Mungu anisaidie sana asubuhi ya leo na Mungu akusaidie sana. Tumtafute Bwana hivi, anasema maadamu anapatikana, tumwite yeye naye ataitika, tukijua kwamba katika kumtafuta Bwana hata haya mahitaji yetu yatapatikana, ya huko haja za maombi yetu zitafika, tutakuwa na ujasiri wa kusimama hapa tunaposema kwamba njoo kwenye maombi Jumatatu katikati utakuwa na ombi. Unapokuwa nyumbani peke yako, nasema ngojea niombe, utakuwa na imani kwamba hapa nilipo, Mungu yuko katikati yangu. Lakini tukiweka kwamba Mungu yuko na watu fulani, Mungu yuko na fulani, mpaka niende kwa fulani ndio atanisikia, tuna... sisi wenyewe tunajipunja na wakati fulani tumebezi huko. Ndio maana kila anachosema atakwambia, weka milioni mbili hapa, utaweka kwa sababu wewe unaona kwamba huyu akifanya ndio utapokea kile, kumbe unao uwezo huo wa kwamba Mungu akawa katikati yako na kuweza kuomba. Sasa Mungu atusaidie sana, tuhame kwenye kutazama vya Mungu, kuame kwenye kutafuta vya Mungu, lakini tuingie kumtafuta Bwana na hivi tulivyoviacha huko vyote vitapatikana, maana tuna hakika kwamba Mungu yupo pamoja nasi. Mungu akubariki sana na Mungu alibariki neno lake. Naomba tusimame tushukuru Mungu. Baba katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru Bwana kwa neno ambao umesema nasi Asubuhi ya leo Mungu, tunaomba neema yako na roho wako Mtakatifu Bwana akatuguse. Yawezekana kuna mahali tuliteleza, yawezekana kuna mahali hatukutenda sawa, yawezekana kuna mahali tuliwaza, tulitamani kuona uponyaji, lakini hatukutafuta wewe kwa njia. Roho Mtakatifu, tutakutafute wewe hakika kawa sawa na hadi yako kwamba Mungu utakwenda kuonekana kwetu, na Bwana aukadhirishe kwetu. Sifa na utukufu na enzi na mamlaka tunakurudishia wewe Mungu, asante, libarikiwe jina lako. Ni e katika jina la hey, Yesu Kristo, naomba na kushukuru Amen. Mshangilie tena Yesu. Pigia Yesu.